Media. Nikawaambia Plant Health Authority, sasa zuieni kinachoingia kutoka wapi, wakatufungulia parachichi. Sasa leo ni mwaka wa tano, tunataka watufungulie kuuza ndizi yetu wapi kwao wa. na mazao mengine. Kinachotokea sasa, wafanyabiashara wanayanunua hapa, wanayapeleka Zambia, wanayatoa Zambia ndio, wanayapeleka South Africa, yanaonekana yametoka Zambia. Malawi na wenyewe wametoa tamko wizara yao ya viwanda na biashara, marufuku kuingia huko kwao, tangawizi, mchele, mahindi, unga, nini. Lakini wakiwa na shida, wanakuja WFP Tanzania kununua mahindi ya Tanzania, lakini wafanyabiashara wetu wanaotaka kutrade kupeleka mahindi straight kwao, wanawazuia kwa nimetoa notice leo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 lakini kile kinachohusiana na mmea wa kilimo sitakiruhusu aidha kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi. Nimeshawaagiza Plant Health Authority, hakuna kutoa import permit kuanzia Jumatano, Jumatano saa kumi na mbili jioni, hakuna kutoa import permit South Africa, mazao yoyote kutoka South Africa, hakuna kuruhusu zao lolote kutoka Malawi kuingia wala kupita ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama wana trade na mtu mwingine wakatafute pakupitia. Mwaka jana nilizuia hivyo hivyo, Malawi wakawa wanasema mbona haya yanaenda Kenya, nikamwambia haina shida, nendeni airport ya nchi yenu, pakieni kwenye airport, yapite angani ya, lakini ndani ya barabara za Tanzania hayatoruhusiwa kupita haya mambo ya yakuchezeana na kudharauliana. Hilo tukio tunapaswa kulilaani sana, lina muda mrefu yani. Hili tukio sio la kwanza kwa watanzania kunyanyaswa mipakani, hasa Zambia na Malawi. Sio ya leo, ni kwamba ina muda mrefu. Karibu kila awamu kila mwaka watanzania kule wananyanyasika, wanazurumiwa mali zao, na sio mara moja e. Na mara nyingi tunapopeleka sisi kule au unapoendea kule mizigo kuleta huko inakuwa ni shida, kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba serikali ilikuwa imecheke, ime, imechelewa sana kulichukulia hatua hili. E, ni kwamba inafika mahali hata sisi tunasema hivi ah, serikali yetu iko wapi? Watu wananyanyasika, wananyanyaswa, wanapigwa, wananyang'anywa mali zao, mizigo inaitaifishwa. Kwa hiyo hata ile Bashe mimi nafikiri kachelewa sana. Eh, hii mimi Bashe namuunga mkono ile alichukulia hatua. Tena achukua hatua madhubuti. Lakini pili, lisishie hapo. Tanzania ifike mahali ijali raia wake. Eh, hey, watu wengine mataifa mengine anajali raia wao kidogo tu, naona angalau serikali zao zimesimama. Lakini kwa Tanzania tumekuwa tunacherewa sana kuchukua hatua kama ile. Unaona mpaka waziri anatoa notisi kuambia ikifika Jumatatu hawajabadilisha kauli na afunga mipaka. Alitakiwa afunge mipaka angalau na wao waweze kujifunza. Lakini hivi hawawezi kujifunza. Hey, kwa hiyo si kwamba Tanzania imekuwa mara ya kwanza kwa Tanzania kudhulumika kule au kunyanyasika. Ndo maana umeona tunalalamika, tunasema hivi, sisi ni mayatima. Hakuna mtanzania aliyewahi kudhulumiwa kule hata serikali ikamsapoti, na wakiamini kabisa kwamba watanzania wengi wanaokwenda huko, watu wana mikopo mikubwa, na wanaona kabisa kwamba mtu amedhulumiwa kule, na mtanzania anapokwenda kule anafuata procedure zote za kisheria eh? Lakini hakuna hata siku moja huyu mtanzania ameweza kusaidiwa kwamba sasa wewe umedhulumiwa, angalau tukusapoti kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sisi tunabakia machozi ya samaki yako maji huwezi e, kuyaona. Sasa wao watajifunza ikiwa, e, wao na wao wana uhitaji muhimu kama hapa kwetu, kama alivyosema waziri kwamba kuna bandari wanatumia hapa sasa. Kama bandari yao wanategemea sisi, na sisi tunaonewa pia, na wao watajifunza, wataona kile wanatotufanyia sisi kwamba si sahihi. Kwa hiyo watapata na wao kujirekebisha, eh. A kwa huwezi kuwa unaonewa tu, umekaa tu wewe unaonewa tu, serikali imekaa tu, lakini ina njia za kuchukua. Kwa hiyo tunataka Bashe, ili, ili isiwe tu maneno kwenye vyombo vya habari, achukua hatua kweli kweli, achukua hatua madhubuti, angalau watu nao wajifunze kwamba hata serikali ya Tanzania ni serikali kama ilivyo ya kwao. Tunatamani kwamba Afrika iwe moja, ili swala bidhaa, mahusiano, jirani mwema yazidi kushamiri sasa inapoingia tena sintofahamu na wakati ile Malawi, kuna serikali kuna mahusiano kati ya Malawi na Tanzania, kama ni biashara Malawi na Tanzania. Sasa wanapoweta huo baguzi, tutashindwa kuelewa kwamba ule muungano wa Afrika kutamani kwa moja soko moja itakuwaje? Kwa hiyo nafikiri hatua za Hussein Bashe yuko sawa, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu wazidi kumbariki na kumpa hekima na umri mrefu zaidi. Akifunga mpaka yuko sawa kabisa kwa sababu sisi katika soko huru hatutegemei Marawi tuna soko labda Kongo, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda hata Morocco hata Somalia hata Sudan, biashara itaenda. Sisi kama ni Marawi. Marawi, kama wao wameona kwamba soko la Tanzania likifungwa taathirika, wangemsikiza Bashe. Kwa sababu Bashe ni mwakilishi wa wananchi. Amechaguliwa na wananchi na ameaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akapewa uwaziri, kwa hiyo kwa sawa sawa. Kwamba taifa la Tanzania ni taifa huru ambayo inahitaji ushirikiano, lakini kwa nidhamu. Uhuru sio kwa nidhamu, sio uhuru. Hatuwezi kupata changamoto ile, kwa sababu hata kama ni biashara mahindi, hapa kuna watu wanafika hapa, tunapakia mahindi, yanapelekwa Kongo, biashara inafanyika. Ukaenda hapa Salimini, kuna sahihi zinaingia pale, semi tunapakia mchele, unaenda Kongo, biashara inafanyika. Ukaenda Kahama pale, biashara inapakiwa, inapelekwa Uganda, biashara inafanyika. Na wale wafanyabiashara ambao wameathirika kwa mikopo, moja namna moja au nyingine, nchi hii ni tajiri, iwawezeshe wapate ruzuku, waendelee maisha, tafadhali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.